Hoja nikuletee swali maana wewe ni Chat GPT. Hapana, mimi sio Chat GPT, lakini hiyo Chat GPT iko hapo kwa ajili ya kukusaidia but kama unataka kufahamu fursa za Wadada Senta sidhani kama Chat GPT itakuelekeza fursa zetu, na hata kama itakuelekeza itakuelekeza baadhi tu, lakini ukitaka information, utazipata kwangu mimi ambaye nahusika na, na mradi wa Wadada Senta. ChatGPT siyo kila kitu, siyo kila kitu. Wakati mwingine ina stupidity, ina misinformation ambayo ni error, kwa sababu hizo information inayokupa ni, ni sio za ukweli, ya nyingi pia ziko za uongo, kwa sababu inakusanya taarifa ambazo zimewekwa na watu <laughs> kwa hiyo my friend, usije ukajidanganya kwamba ChatGPT ndio kwamba ChatGPT ndio nyingi tu Uko uko kwenye hizo chat GPT. Okay? Mbona sasa mimi nilikuwa naiamini sana? Okay, ndio hivyo ulikuwa unaiamini na wako wengi wanaiamini eh, lakini ukweli ni kwamba inabidi uwe mwenyewe una una wewe ndio una e. Chat GPT ni robot of course, iko faster, inaweza kukusanyia mataarifa lakini make sure, make sure hizo taarifa inayokuletea ni taarifa sahihi, the truth, tunaita the truth. Yesu alisema hivi, utaifahamu kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Sasa kweli haitoki kwenye chat GPT au AI, kweli inatoka kwenye neno la Mungu. Yaani hapo umemaliza, okay kitu chochote ambacho unapata kwenye mitandao make sure hichi kitu kinaendana na neno la Mungu. Kama akiendani, ni maarifa ya wanadamu ambayo yanabaki na mapungufu. Mwanadamu hajakamilika, mwanadamu siku zote atabaki na, ma na mapungufu yake. Kila atakachokitengeneza leo na kesho kitahitaji kufanyiwa marekebisho, lakini neno la Mungu siku zote linabaki limesimama, hali badiliki, hali geuki, ni lile lile jana, leo na hata milele. Sema amen. <laughs>